Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, tumekutana kwa ajili ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini wa mfuko wetu. Nataka kutumia nafasi hii kukukaribisha sana wewe pamoja na wenzako wote katika bodi yenu kuja kufanya kazi pamoja na sisi na mwamini kabisa kwamba commitment ya wizara pamoja na taasisi yetu ni kubwa na imani yetu kwenu ni kubwa hivyo hivyo, na tutafanya kazi kwa pamoja. Bodi hii ina wajibu wa kusimamia shughuli za mfuko kwa mujibu wa sheria namba mbili ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma ya mwaka 2018. Na katika kutekeleza jukumu hilo la usimamizi masuala makubwa ambayo mnakwenda kuyasimamia ni pamoja na zoezi la uandikishaji wa wanachama, ukusanyaji wa michango na ulipaji wa mafao. Lakini hayo yote ili yafanikiwe zaidi, ipo kazi ambayo inaendana sanjari na hayo ikiwa mojawapo ni jambo zima la uwekezaji. Matarajio yangu, mtakwenda kusimamia kazi hizo zote mkizingatia sera sheria, kanuni na miongozo mbalimbali inayotolewa mbali na serikali na, na ile ambayo inapangwa na bodi yenu, mipango mikakati ya mfuko kwa mwaka 2023 mpaka 2025 26, unaozingatia uboreshaji wa huduma za wanachama, michango, uwekezaji na kulipa mafao. Tatu, misingi ya uwajibikaji, uadilifu, ubunifu, na ushirikiano kazini na uwazi. Ndugu mwenyekiti na ndugu wa wajumbe wa bodi Misingi hii ni muhimu ya kuhakikisha kwamba mfuko wetu unafanya kazi kwa ufanisi, usawa na kutoa haki. Misingi hii inalenga kutuwekea uwajibikaji na kuhakikisha kuwa kila mtumishi anawajibika katika eneo lake la kazi, anakuwa na mwadilifu kwa kupenda maendeleo, kupinga rushwa, kuweka ubunifu na kubuni mbinu mpya za kuboresha huduma ya kazi, ushirikiano kazini kwa kuimarisha ushirikiano baina yenu na watumishi na viongozi, lakini msitizo mkubwa ukiwa ni uwazi katika kutoa taarifa za shughuli za mfuko ili kuongeza uaminifu na ufanisi. Ni imani kuwa timu yetu hii inaenda kuwa chachu ya kuleta maendeleo, lakini pia matokeo chanya zaidi ya ilivyo leo katika mfuko wetu, lakini pia katika sekta ya hifadhi na ulinzi wa jamii.